Baada ya hapo katika viwanja vilivyo jirani na hapa, Mwalimu Julius Nyerere alihutubia mkutano wa hadhara, na nitawaambia maneno aliyosema. Alisema tumewashtaki Waingereza kwenye Umoja wa Mataifa ambao uliwaleta, tumeshtaki kila mahali, na sasa walitaka kukivuruga chama chetu na sasa wameshindwa kukivuruga sasa tadai watupe uhuru wetu kwa haraka, na wakikataa kutupa tunawashtaki kwa Mungu. Mwalimu aliyasema hayo akiwa analia na, na machozi yanatoka kwenye viwanja vya jirani hapa. Kwa hiyo huyu anayezungumza amani, ya Tanzania haikupatikana kwa damu, ilipatikana kwa machozi. kwa sababu hatukujua faili ambayo mwalimu angepeleka kwa Mungu ingekuwa inasemaje, na yeye mwenyewe hakupata kutuambia alitaka kumwambia nini Mungu. Lakini tunataka mjue, vijana, vijana wa wakati ule, kama mwalimu angetuambia tuchukue silaha twende msituni kudai uhuru, tungeenda. Mwalimu alitaka amani na machozi yake ndiyo ilikuwa, ndio ilikuwa biashara iliyoishia hapa Dodoma tukadai uhuru na miaka miwili baadaye tukajitawa <coughs> hiyo ndio historia ya hapa na uhusiano wa historia hiyo na, na madai ya uhuru wa Tanganyika. Leo tunasherekea miaka mingi ya uhuru miaka 64. Wako watu wengine wao ni wa nje na vibaraka wao wa ndani, wanatuambia sisi, mmekaa muda mrefu katika madaraka, na sisi tunawaambia tulidai uhuru ili tuendelee kuwepo, wala hatukuweka mkataba kwamba tutakuwepo kwa muda gani. Kwa hiyo tupo na tutaendelea kuwepo. Sharti ni moja tu, tuendelee kuwatumikia wananchi vizuri, tuendelee kuwasikiliza wananchi, kwa sababu wananchi ndio wanaotuweka madarakani, na kwa sababu nchi ni ya wananchi, ni ya Watanzania, hakuna mtu mwingine mwenye haki ya kutuuliza tutakuwepo mpaka lini isipokuwa wananchi wa Tanzania. Jambo tuliobadilisha sasa, iko jambo la mwisho nataka kulisema. Mmesikia watu wanasema tunazungumza amani sana, lakini hatuzungumzi haki. Tena wanasema watu wazito. Nikasema ngoja niende kwenye kitovu ambako Mwalimu alitoa machozi kwa ajili ya amani, tuwasaidie kuelewa kwamba ukizungumza amani, ndani ya amani kuna haki ndani ya amani kuna haki kwa sababu amani ikikosekana, wenye nguvu wenye uwezo mdogo wanaumia. Ikitokea amani, wanawake wanakimbia na watoto wao. Na nyinyi ni mashahidi, mmeona wanawake wa nchi jirani wakimbilia Tabora, ni uongo? Ndiyo, kwa sababu amani imekosekana. Ukilinda amani unalinda haki. Tena unalinda haki ya wanyonge, unalinda haki ya wasiokuwa na sauti. Hawa wanazungumza haki ya mtu, anasema anataka kuwa rais, alafu anaambiwa eti tukibadili katiba anakuwa rais, na haki inayosemwa ni ya mtu mmoja, badala ya kuzungumza haki ya walio wengi. Tunauliza, huyu anayesema, hatuzungumzi haki, tunazungumza amani Sijui anadhani amani, ndani ya amani hakuna haki. Hadi halipote ambapo amani imekosekana, haki imepotea ya walio wengi. Haki imepotea ya walio wengi. Ukileta fujo hapa, na nchi zote zilizotuzunguka watu wake walikimbia kuja hapa. Ikitokea zoruba, nyinyi mnakimbia kwenda wapi? Wale wenyewe wamekimbia kwao na nyinyi mnataka kukimbilia kwao, mnapishana kama sisimizi. Tunasema, tunasisitiza haki, lakini haki iko ndani ya amani, na katiba ya Jamhuri ya Muungano imeweka vyombo, imesema kazi ya Bunge ni kutunga sheria, kazi ya mahakama ni kutafasiri sheria na kuweka haki na haki hiyo ni haki ya kibinadamu, hatuzungumzi haki ya Mungu. Maana ya Mungu itakuja mwishoni mwa dunia, lakini hapa duniani tumeweka mahakama kwamba ndio inayolinda haki za watu. Sasa kama wewe unadhani hupewi haki, uende kwenye mahakama, ukadai hiyo haki yako, usikilizwe, ili ulete amani na upate haki yako kwa njia ya amani. Unatuambia utakinukisha, unatwambia utaichoma Tanzania. Nani amekupa leseni ya kuchoma Tanzania, kwa idhini ya nani? Ndio maana tunawaambia wale wanaotaka kutumia nguvu, tutawaambia hiyo sio njia halali. Unataka kuvunja haki ya wanyonge wa Tanzania unadai ukrieti matatizo ambayo yatafanya wakinamama wakimbie kliniki? Na kliniki tulizojengea zibomorewe kwa mabomu. hatuwezi kukubali hilo na nawashangaa Watanzania ambao hawajaelewa wakiwasikiliza, wanawapigia makofi lakini hawajui gharama zake. Mimi nakuja kuwachochea Watanzania kupitia Tabora, kupitia Tabora ambako liko chimbuko la amani, amani iliyowekwa Tanzania kwa machozi ya Julius Nyerere, kwamba amani hii lazima itadumu kwa gharama yoyote. Hatuwezi kuruhusu watu wachache au kikundi kinachotumwa na vibaraka na wakoloni mamboleo kuja kuvuruga nchi yetu, hatutawaruhusu kufanya hivyo. Narudia, kuna amani na ndani ya amani kuna haki. Baada ya maelezo hayo, sasa nasema nimetembea siku tatu Tabora na kwa kweli nataka niwapongeze, nikupongeze sana mwenyekiti pamoja na mkuu wa mkoa.